Timu inaanza safari leo kuelekea Misri kwa ajili ya mapambano ya hatua ya robo finali ya kwanza msimu huu mchana wa kombe la shirikisho. Mimi cha kuambia na Simba matumaini kuelekea mchezo huu unapigwa tarehe mbili. Tunaenda kwenye vita vita kubwa kweli kweli, vita ambayo e, tunacho kihitaji, tuna ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Simba tumecheza e, takriban robo fainali tano zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo. Lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Al Masry ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani. Lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri, bahati mbaya ama nzuri tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika, huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako tulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza. Robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando, dhidi ya Kaizer, dhidi ya Wydad zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumeshahitimu, tunakwenda kwenye utekelezaji, na utekelezaji wake tunaanza na Al Masry, pamoja na ugumu wake lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. Kuna baadhi ya nyota ambao wanakosekana, kuzungumza na kocha wanapeleza hilo. Shamafondo Ashimunga pia alikuwa ni kosi, lakini kwa mchezaji kama Fondo ambaye uh, amekuwa na consistency ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza, uongozi uh, binafsi kwenye, kwenye hili limeumiza lime sana Yea, unapomkosa mwanajeshi wako, hasa wanapoelekea kwenye vita husika, inakuwa ni, ni pengo uh, Shemalon, ukitoa tu ubora na umahiri aliyokuwa nao lakini ni kiongozi uwanjani na ndiyo mchezaji ambaye kwa timu tuliyoko nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno, lakini unapokuja kwenye suala la kiufundi, kwetu hakuna pengo la aina yeyote ile, kwa sababu anayekuja kumreplace Shema Lone naye ni bora vile vile, kwa maana Inspector Karabo. Kwa hiyo kwa sisi Simba Sports kwenye upande wa kiufundi, hatuna hatujamisi ama hatuta miss wala hakutakuwa na pengo la kumkosa She Malon Fondo, kwa sababu wanaokuja kusimama pale, kwa maana ya Abdurazak Hamza pamoja naye Inspector Karaboa, ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali juu. Kamara yuko fiti, eh, aliumia Kwenye mechi dhidi ya Azam akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Gine, akaenda na wenyewe kule, wakaenda wakam examine na wakaona yuko sawasawa, akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Gine. Juzi amerejea, jana alikuepo uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini. Uh, yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba, na ndiyo maana yuko safarini kuelekea Misri. Ni hii, hii, hii, robo finali ya kwanza. Uh, robo fainali ya pili itachezwa hapa nyumbani, lakini majuzi kwenye, kwenye kupitia mkutano uh, na waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia robo, mmeitaka nusu fainali, michuano ya shirikisho Afrika. Kwa namna ambavyo safari inavyoanza maandalizi ya kikosi unawahidiwana Simba, kuna uwezekano kuna wa kuingia nusu msimu huu? Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele, uh, na ndo kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii Tumeshafika robo fainali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Eh, kuna watu eh, wameshindwa kufika robo fainali, amekuja mwaka huu mwaka, mwaka ujao hayupo, lakini kwa Simba tumekuwa na mwendelezo huo wa kufika robo fainali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo, tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Al Masry na kwenda na kwenda hatua ya nusu fainali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tuliyokuwa nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports tuna timu bora kwenye robo finali kuliko tulipokuwa na timu eh, miaka minne ama mitano iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo finali. Hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu umebeba bendera ya Tanzania na East Africa ya, thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana. Uh, ukiachilia mbali bendera lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana. Matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona Simba yao inatoka hatua hii ya robo fainali na kwenda nusu fainali. Lakini kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani, avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania. Kila Mtanzania anatuangalia sisi tunaipa heshima gani taifa letu, tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati na ka, wanasema eh, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndiyo kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndiyo kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili Wanasimba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi ahalani wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare ahalani wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushe mbali, tukafungwa mchezo huu, lakini mechi yetu ya tarehe tisa mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana nyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndio mechi hiyo ambayo wanaSimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa. Na kwa hapa ni nianze kuwapongeza wale wana Simba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa e, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani tuna wahitaji watu wengi zaidi waje tarehe tisa. Wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndo wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita nyama.